Mpenzi mtazamaji wa Bright Views Romantic Channel, karibu katika chaneli yetu, na kama ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii, na kukumbusha kusubscribe, kulike, kucomment, lakini pia kushare na wengine wapate kujifunza zaidi na zaidi. Fahamu sababu za mwanaume kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa. Mpenzi mtazamaji, tatizo la kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa kwa mwanaume linaweza kusababishwa na vitu vingi sana. Sababu hizo zinaweza kuwa za kimaumbile au kisaikolojia au za mchanganyiko wa vitu vyote viwili katika mwanaume huyo. Hebu tuone baadhi ya vyanzo vya tatizo hili. Chanzo cha kwanza ni mahusiano baina ya mwanaume na mwanamke. Matatizo ya mahusiano kati ya mwanaume na mwanamke yana mchango mkubwa sana katika kusababisha tatizo la kukosa hamu ya mapenzi. Sasa je, Unapata raha na una amani katika mahusiano yako ya mapenzi na mpenzi wako? Hauna wasiwasi wowote katika mahusiano yenu? Haya ni maswali ambayo ya msingi sana kujiuliza. Na kama mahusiano yako ya kimapenzi na mpenzi wako yamekuwa ya, ya miaka mingi sana, unaweza kuwa umemzoea mno mke wako kiasi kwamba ukaanza kukosa hamu ya kufanya naye tendo la ndoa. Hili nalo hujitokeza mara nyingi sana. Na kama kuna mambo yanasababisha tendo la ndoa lisifanyike kwa urahisi, ufanisi na kufurahia, hamu ya kufanya tendo hilo inaweza kupungua pia. Kwa mfano, kama mwanaume unawahi sana kufika kileleni au una matatizo ya jogoo wako kutopanda mtungi, tendo zima la ndoa halitakuwa la kukufurahisha sana, hivyo unaweza kupoteza hamu ya kulifanya hilo tendo. Hebu fikiria tu kwa mfano, tunda fulani unalipenda sana, vipi ukilile ilo tunda ambalo unalipenda sana na je, siku kilikosa utalikumbuka na Futa. Lakini kwa tunda ambalo halikufurahishi sana hivyo, unadhani baada ya kulila utalikumbuka siku kilikosa? Hata kama utalikumbuka utalitafuta, sio rahisi. Chanzo kingine ni mawazo mengi na uchovu. Matatizo ya kikazi na hadhi yako kazini vyaweza kuchangia. Kama umebanwa sana kazini na kujiona hutimizi kazi yako ipasavyo, au kama unachoka sana kazini, unaweza pia kukosa hamu ya kufanya mapenzi urudipo nyumbani. Kukosa mpango mzuri wa shughuli zako za kila siku na kujaribu kulazimisha kufanya mapenzi katikati ya ratiba ambayo imejaa ime bana mahusiano ya kima, nayo pia huchangia uh, kukosa hamu ya, ya kufanya tendo la ndoa. Uh, mapenzi yanataka yatengewe muda wake tena unaotosha kabisa. Chanzo kingine cha mwanaume kukosa hamu ya kufanya mapenzi ni kutumia madawa na pombe. Matumizi ya baadhi ya madawa na unywaji wa pombe wa kupindukia huweza kuleta tatizo hili la kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa na mpenzi wako. Ni vyema ukazingatia matumizi sahihi ya hivyo vitu nilivyovitaja, lakini pia kuna hii kitu ya kuwa na umri mkubwa. Kwa mwanaume ambaye ana umri mkubwa, homoni ya msingi sana kuhusiana na masuala ya mapenzi ambayo inaitwa testosteron. Kwa mwanaume huyu homoni hii hutolewa kwa kiwango kikubwa na korodani. Homoni hii ikipungua katika mwili wa binadamu humfanya apoteze hamu ya kufanya tendo la ndoa. Sasa kiwango cha testosteron katika mwili wa mwanaume hupungua kwa asilimia moja mpaka mbili kila mwaka kadri mwanaume anavyozidi kuwa na umri mkubwa. Na kiwango cha testosteron kikishuka sana katika mwili wa mwanaume huyu, humfanya asiwe na nguvu, ashindwe kutuliza mawazo kwenye jambo analolifanya na apoteze hamu ya kufanya mapenzi kabisa. Lakini chanzo kingine ni matatizo katika mfumo wa homoni. Tumeshaona kwamba upungufu wa homoni ambayo inaitwa testosterone unasababisha kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa, na matatizo mengine katika mfumo wa homoni huchangia tatizo hili. Kama thairoidi haitoi homoni za kutosha, tatizo hili huweza kutokea, ingawa mchango wa thairoidi katika tatizo hili ni mdogo sana. Thairoidi ni kiungo cha kuzalisha homoni kilichopo katika eneo la shingo. Sasa tatizo hili linaweza kutokea pale homoni zinapo zinapo lisha kitu kinachoitwa prolactin kwa kiwango kikubwa mno na kusambaza ndani ya mfumo wa damu. Hali hii kiutaalamu huitwa hyperprolactinemia. Vilevile kuna hili swala la kuwa na matatizo ya kiafya. Matatizo ya kiafya ya muda mrefu pia husababisha mtu kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa. Kwa mfano, mtu ana matatizo ya moyo ya muda mrefu, au mtu anakuwa na kisukari kwa muda mrefu, ana kansa ya muda mrefu, na hali ya kuwa na unene wa kuzidi kiwango. Hayo ni baadhi ya matatizo ambayo yanaweza kuchangia kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa. Hii ni Bright Views Romantic Channel. Na kukumbusha kusubscribe, kulike, kucomment lakini pia kushea na wengine wapate kujifunza zaidi na zaidi. Asante.